Ni wasihi wakandarasi wetu wa ndani wa Kitanzania fursa hii ambazo wamepewa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ni kuzidi kufanya kazi zaidi nzuri ili kuendelea kujenga imani ili wakandarasi wengine wa Tanzania waendelee kupata makazi makubwa zaidi ili kuleta mzunguko na kuleta ajira nchini mwetu wa Tanzania. Ukipata mradi mkubwa, maana yake mapato yanabaki hapa hapa Tanzania na vijana wetu wanapata ajira kadhalika. Sasa hivi hata kisingizio, manake ukija kukagua akwambia bwana, mabomba limeagiza nje. Leo mabomba haya haya hapa, kinachohitajika ni nini? Ni kazi leo. Wakati mwingine watumishi wanaishi Tanga wa ya tukikamilisha mradi huu tutapata maendeleo makubwa katika jimbo hili la Mkinga. Tukikamilisha mradi huu, wawekezaji mbalimbali watakuja kuwekeza katika jimbo hili la Mkinga. Kwa hiyo hiyo kazi tumeibeba, na niwaahidi kwa mara nyingine, ndugu zangu, wana Mkinga, tutafanya kazi usiku, tutafanya kazi mchana ili kuhakikisha mradi huu unakamilika. Leo mradi umejengwa, fedha zimetolewa watu wanataka kupata huduma ya patikani, maji safi na salama. Maji hapatikani, maji hayatoki. Eh, wanasema ha, luku imeisha. Nani anatakiwa ya asimamie? Yani waziri atoke ya Dodoma aji yakusimamia? Wewe unafanya kazi gani? Nataka niwambie, faraja ya muhandisi wa maji watu wapate maji, faraja ya mkurugenzi wa maji watu wapate maji katika hiyo eneo Haiwezekani maji yatupotee bahari na mimi barabarani, wananchi hawana maji. Tutimize wajibu wetu, hilo ndio tutakaokwenda kulisimamia. Faraja ya waziri wa maji, watu wapate huduma ya maji. Katibu mkuu faraja ya, watu wapate maji. Wizara ya Maji, watu wapate maji. Kama watu watu hawapati maji, inaleta ukakasi. Naomba tukafanya kazi ya kuhakikisha tunajituma, na sisi viongozi wenu tutawasapoti ili kwa kwa kwa kwa kwa kwa kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda watu waweze kupata huduma maji safi na salama. Kilumkuu, nimekuelekeza ya kwamba tufanye tathmini ya wizara na taasisi zake kuhakikisha tuna watu ambao wenye weledi wa kuhakikisha wanaweza kufanya kazi. Sina mashaka tuna watendaji wazuri wanaofanya kazi, lakini kwa mtu ambaye tunaona hapa, wewe ni mlegevu, hautufikishi ambapo tunataka tufike, tutakuondoa. Hakuna lugha nyingine, tutakuondoa.